Sisi tukichukua nchini hatutaruhusu ajira za vijana wetu ziende China. Tutaruhusu nyie ndio mfanye kazi kwenye migodi yetu na mtengeneze utajiri miongoni mwenu. Tutafungua kiwanda cha cha daa textile ambacho kimegeuzwa kuwa magodown, tutaleta pamba, tutatengeneza kanga na nguo hapa, ili nyie mpate ajira pale da textile mfanye kazi na mjenge nyumba, mwishi maisha mazuri. Hatutaruhusu kuagiza Tuthpiki kutoka China, tutajenga viwanda hivyo hapa. Hatutaruhusu kuagiza chuma nje wakati tuna chuma. Hatutaruhusu madini yetu yachukuliwe na Waarabu na Wachina wa wakati watu wetu hawana ajira, tutatengeneza hayo ndani ya nchi yetu. Tunahitaji mtunge mkono, tunahitaji msikie uchungu Chadema inavyoguswa, kwa sababu Chadema ni sauti yenu. Kiungeni chama hiki mkono, kichangieni Wanasema tusipoingia kwenye uchaguzi chama hiki kitakufa. Kama Chadema inakufa kwa kusimamia ukweli, na watanzania mtaikataa Chadema kwa kusimamia ukweli, mimi nasema naife tu. Hatuko tayari kusimamia uongo ili tuwe hai, tuko tayari kusimamia ukweli na tufe kwa ukweli huo. Sisi tumesema tunahitaji mfumo wa kiuchaguzi ambao kura ya mwananchi ndio itamweka kiongozi madarakani. Mkituweka sisi Chadema, tukishindwa kutekeleza yale tunayoyaahidi, muwe na nguvu ya, ya kutupiga chini na kuweka watu wengine ili tuheshimiane katika taifa hili. Ndilo tunalolipigania, hilo ndilo tunalolipigania.